mradi wa bagamoyo makurunge mkange pangani hadi tanga kilometa 256 zaidi ya shilingi bilioni 317.6 zimetolewa na serikali inayoongozwa na, na mheshimiwa rais dkt. samia suluhu hassan kwa ajili ya utekelezaji wa sehemu nne za mradi huu wa kihistoria wa ujenzi wa barabara yenye urefu wa kilometa 256 mradi huu ni kiunganishi muhimu cha mtandao wa barabara za jumuiya ya afrika mashariki unaounganisha Tanzania na Kenya kupitia ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki. Ni zaidi ya barabara, ni mapinduzi katika sekta ya miundombinu, ni uthibitisho wa dhamira ya serikali sikivu, ni uwekezaji wa kimkakati unaofungua milango ya uchumi wa kikanda na kimataifa. Moja kwa moja tuanze safari yetu tukitokea Tanga mjini kuelekea Pangani. Sehemu ya kwanza ni Tanga Pangani, kilometa 50 sehemu hii inatekelezwa kwa ufadhili wa asilimia mia moja kutoka serikalini kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni tisini na nane nukta moja Mkandarasi ni China Henan International Cooperation Group Company Limited, yaani chiko, chini ya usimamizi wa mwandisi mshauri Deutsche Limited ya Tanzania. Utekelezaji ulianza tarehe 15 Novemba 2019. hadi sasa maendeleo yamefikia asilimia 75 na mradi unatarajiwa kukabidhiwa tarehe 29 Aprili mwaka 2026. Sehemu ya pili ni daraja la mto Pangani. Zaidi ya shilingi bilioni 124.9 zimewekezwa katika ujenzi wa daraja la kisasa lenye urefu wa mita 525 pamoja na barabara unganishi za kilometa 25.6. Mkandarasi ni Shandong Linqiao Group Company Limited aliyeanza kazi tarehe saba Desemba 2022. Mwandishi mshauri wa mradi huu ni kampuni ya Lea International Limited kutoka Canada, kwa kushirikiana na, na Lea Associates South Asia Private Limited India pamoja na Ray Associates Limited ya Tanzania. Teknolojia inayotumika ya ujenzi wa daraja ni moving scaffolding, jukwaa linalohama, teknolojia ya kisasa inayokidhi viwango vya kimataifa, rafiki kwa mazingira, yenye ufanisi wa gharama na inayohakikisha usalama wa wataalam kazini. Mradi huu unafadhiliwa kwa asilimia 13 na, na serikali na asilimia 87 na Benki na ya Maendeleo ya Afrika, ADB. Utekelezaji umefikia asilimia 64 na unatarajiwa kukabidhiwa tarehe 5 Februari 2027. Sehemu ya tatu ni Mkange Mkwaja hadi Tungamaa sehemu hii inahusisha ujenzi wa barabara yenye urefu wa kilomita 95.2 kutoka Mkange hadi Tungamaa pamoja na barabara unganishi ya Kipumbwi yenye urefu wa kilomita 3.7. Serikali imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 94.5 katika sehemu hii. Mkandarasi ni China Railway 15 Bureau Group Corporation, yani CR15G. Mwandishi mshauri ni muungano wa Beza Consulting Engineers PLC ya Ethiopia Shell Engineering Company Limited ya Korea na Afrisa Consulting Limited ya Tanzania. Utekelezaji umefikia asilimia 60, huku kazi zikiendelea kwa mujibu wa ratiba ya mkataba. Sehemu ya nne ni Bagamoyo Makurunge hadi Mkange. Sehemu ya nne yenye urefu wa kilometa 73.25 kutoka Bagamoyo Makurunge hadi Mkange ni kiungo muhimu kinachokamilisha ushindani wa mradi huu wa kilomita 256. Sehemu hii ipo katika hatua za maandalizi na inasubiri kukamilika kwa taratibu za upatikanaji wa fedha. Ni sehemu muhimu inayohakikisha mradi huu unafikia dhamira yake ya kuwa ukanda wa kiuchumi wa kimkakati katika Afrika Mashariki. Faida za kiuchumi na kijamii. Kupitia mradi huu, jumla ya ajira 779 zimetolewa kwa Watanzania. Makundi mbalimbali wakiwemo mama lishe, waendesha bodaboda boda, wasafirishaji na wafanya biashara wadogo wameendelea kunufaika na shughuli za ujenzi. Mradi umeongeza thamani ya ardhi, kuimarisha biashara za mipakani na kuongeza mzunguko wa fedha katika jamii. Kukamilika kwake kutaongeza mtiririko wa wageni, mizigo na uwekezaji katika mkoa wa Tanga na mikoa jirani. Mradi wa Bagamoyo Mkange Pangani Tanga si tu barabara ni daraja la uchumi, ni kiungo cha mataifa, ni chachu ya maendeleo endelevu, ni uwekezaji wa kizazi, ni alama ya dhamira ya serikali ya awamu ya sita katika kujenga taifa lenye miundombinu imara, uchumi shindani na ustawi wa wananchi wake.